Nikusema kusema kuna utofauti kati ya uongozi ya zamani ya Chilombo na uongozi wa leo. Sisi tumekuja kutumikia raia, lakini eh, Chilombo na, na watu wake raia ilikuwa na mtumikia, na ndio maana leo naleta vitu ya ram ram ikaiba raia lakini sisi tunafanya utafauti na ile uongozi wa zamani. Sisi tumekia kutumikia raia, mea nagusa katika mchafu kabisa kugusa, tuko watumishi. Sasa wewe kama unakuwa mtumishi, raia ndio bosi, wewe uko mtumishi wake, ni kusema utatumikia raia. Ndio maana inasema vile sisi ni watumishi wa raia.

Sisi ni watumishi wa raia tumekia kutumikia raia. Tumekea kusikia shida za raia kusudi tuzitatue. Eneo nyingine kama kule Kinjasa huwezi kukuta gavana, meya anagusa kwa mchafu haviwezi wezekana. Donge wale wanajikuta kama ndio wabosi, lakini raia jomjinga. Na ile ndio utofauti kati yao na sisi. Lengo sisi. Ni nini? Lengo ni kusema ni, ni revolution, ni kusema changement. Mabadiliko. mabadiliko Hapana, sawa zamani, lakini tukue na Kongo mupya yenye amani na maendeleo, na kuishi ka pamoja. Kusema tuna, tuna, tuna tribi mingi ndani ya Kongo, nikusema hizi tribi hizi komunote zinapaswa ishi pamoja, na kuishi pamoja ni, nini itatokana na sisi viongozi <laughs>

inaweza kuunganisha watu salongo, inapashwa kuunganisha sababu ni kutumika pamoja. Tunatumika pamoja na raia, na kufuatana na ile, tunaendelea kusukuma raia na kuifundisha kama ubaguzi wa makabila ni kitu mbaya, kinatatu, kinaharibisha inji na kinaharibisha vile vile raia, sababu matukio yake njoo iliacha kongwe inazama miaka mingi, na njoo maana tuko na haribisha raia

Ni kusema leo bamutari nao wanakata hatua ya kusema kama wanaposha shindikiza uongozi, sababu wanaona ni uongozi bora, uongozi ya raia. Mm. Mpaka umevala botini ndio hiyo kabisa, ausikie haya aseme, wataona mkubwa anavala botini, hapana hapana. <laughs> chilo mbojo ana pesa, sikia haya, sababu yeye ali alikuja kunyanyasa ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, raia <laughs> alikia kuiba raia lakini nakuwa raia vile vile, sababu uongozi yenyewe anajiheshimia, hawezi kamata silaha uigawanyie raia, mtu mwenye hana mafunzo, mtu mwenye hana elimu hana, hana juu ya silaha, na zile silaha ndio zimeua watu. Lakini leo Goma sasa ina amani, ndio naacha na sasa unaingia kwenye usafi, na ndio sasa tunaona, kwani wako na amani, unaposha shughuliza sasa raia

ile magonjwa yote nyingine yanatokea kwa uchafu palibizme poliomelite ile kama ile. malaria, malaria. to inashuka nikusema tunatumika na ile tunashukuru raia sana tunaweza sema sababu raia imekamata hitutiki raia leo inatumika sasa sababu ndani ya 2 tunakuwa na siloga moja, Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Ni kusema haitajengwa na Washinwa, haitajengwa na Waamerika, haitajengwa na kukua sekirize na ingine inji wasidafe wa Tanzania, lakini sisi peke wa Kongomani tutajenga inji yetu na kuisekirize vile vile

Ndio, mimi napenda Goma ikwe propre selo. Initiative ya wakubwa sasa, itasaidia na nyinyi ita, ita ku representer vileto ya Goma ikwe propre na kusaidia sana kabisa, kuimwa initiative ya mazuri sana Kha. Mzee anini nashindikiza wengine, ndio kwa nini tunataka hey. Vile ya Goma ikuu itakata ionekane misafi zaidi sana. Ndio maana tuko nyuma ya e, kiongozi meya wa muji kwa kumusindikiza kwa kufanya salongo. Ndio maana tuko hapa. Kama vile wanataka, mnashurutisha kufanya salongo? Naenda hakuna mwenyewe anashurutisha kufanya salongo, pamoja na, salongo na me, meya wa muji lakini ni kwa utashi wetu, tulijisikia tulikuwa kwa, na fanyivia mumanyumba zetu mumakaritie zetu, lakini kwa muda kama nahuu tunaona ni vema tuungane sisi wa motari tukuje tuoneshe mmea wa muji ya kwamba na sie tuko na nia ama haja ya muji wetu kukuwa safi. Libere zote, hii ndo maisha ya sasa ndani ya Amazon libere. Watu wako huru, watu wanasinzia, watu wanatembea usiku kama vile mchana. Amani imerudi, na sasa tuko kwa etape ya maendeleo. Ukiangalia hata mji wa Goma, mji wote wa Goma umekuwa shantie sasa hii. Gavana wetu Son Excellence Erasto Bahati Musanga ameleta maproje za maendeleo, mabalabala zinajengwa, mifereji inajengwa na maendeleo inaonekana wazi, watu wanapumua, watu wako huru, watu wanatembea huru, na ni hii kitu ambayo tunapenda tubebe nafasi kote ndani ya nchi yote ya Kongo. Wakati chama chetu kitafika Kinshasa, hiyo uchafu yote tutaitoa. Una imani itafika Kinshasa? Tutafika, tunaenda Kinshasa, tuko iadsisi, tunaenda Kinshasa. Hatutaenda kuvitesa ambao watu wanapenda, lakini tuko naenda mpaka Kinshasa. Inaweza tukamatia siku, lakini tunaenda mpaka Kinshasa kwa kuleta mabadiliko ivabadiliko inabidi onekane ndani ya nchi yote ya Kongo. Sa tunafika kii lakiniti Kinjasa, wameshindwa muji. Unaweza mtawaweza? Ni uongozi ndo mbaya, raia haina shida, uongozi ndo mbaya. Sunaona uongozi wetu sisi tuna eshe. Kwa mfano sisi tuna watu kwa mfano, ikuwe gavana, ikuwe mea wa muji, ikuwe viongozi wetuodonate militare sa vile oodonater politiki wote siku ya sita, wote wanachukua vifagio, wanafagia barabara na ni kwa mfano, ndio tunapaswa kuhubiri raia ya kwetu. Lakini wewe usitafute kukuwa maisha ya likes, raia iko nateseka, kisha unawatuma wao waende tumika. Lakini sisi hapa tunashuka chini kabisa, tunakwasa vile raia ya chini, tunatumika na raia, nao inatufuata na tunatunga mkono. Angalia sasa, watu wote na wa motar, maasosiasio zote, maasosiasio za wamama, ikuwa Croix Rouge, watu wote wanafurahia chama na watu wote wanasinguiza chama cha chetu cha e

Sasa hawaogopi harufu mbaya, lakini kwa nini? Unaona, mabadiliko ni vitendo. Sasa vile nimesema, kiongozi anafundisha. Kwa mfano, unaogopa harufu, wewe kiongozi unataka, sasa nani ndio hana uoga ya harufu? Inabidi wewe unaonyesha mfano, kisha wengine wanafuata. Wanasema lazima kiongozi alinde afya yake, wewe ulinde yako. Sasa nani ndio hana beza maisha? Watu wote wako na beza maisha Sawa vile wako na bezoa maisha, na ndio wengine wako na bezoa maisha. Sasa wao usiwatume wao waende kufanya kitu ambacho wao hawezi fanya, chakula ambacho wao hauwezi kula, wapatie wao wakunywe. Kwa kule maji maji yengo Kinchasa ni maji chafu sana, maji ambayo wao hauwezi kunywa. Usipatie raia wao kila kitu, kiongozi anapaswa apite mbele. Kiongozi anapaswa precher par l'exemple, hapana kusema mimi siwezi fanya hiki kisha utume wengine wao waende kufanya, yani wao hawahofie afya yao. Sasa sisi kila kitu ni sisi ndio tunafanya wa mbele, raia wanatufuata nyuma, oh, <coughs>

nafanya usafi kwa sababu eh, kama kama kupo, kupo uchafu, kuna mystic eh, inatuma malaria, ugonjwa wa malaria tifoid, ile yote inatusaidia kukinga ugonjwa tofauti. Uh-huh. So, uh-huh. So. Mama, kwaninu... Dio na, na, na watu wanafaa maparsel zao wa, lakini tunawaomba watu wenye huko mbali, wenye huko Birere, wenye huko Virunga, wenye huko Katindo, fasi yote hapa mji wa Goma wafanye usafi ndani ya nyumba yao, ndani ya parsel yao, hapana barabarani tu, fasi yote kwa sababu tujikinge ugonjwa. Wakati mtoto anapita anagusa uchafu, nayo inamletea ugonjwa. Sasa tunaomba wakaaji wa Goma wakuje wa, waproteje watoto wao na ugonjwa, kwa sababu wakati uchafu huko na ugonjwa nao na utapatikana. Goma ville propre, Goma ville ecologique, Goma

Sote nyuma ya mea moji, tuhakikisha kwamba Goma yetu inakuwa safi. Asante bwana Arsen Marvika. Sisi tunasaidia government yetu kwa ajili nchi iendelee mbele. Sisi ni raia, tunajitoa kwa ajili ya kutengeneza nchi yetu, kwa sababu nchi yetu haitatengenezwa na mtu mwenye kuja Ulaya ama muchaina wala muamerika, am sisi peke zetu ndio tunatengeneza hii Kongo kwa sababu tunajitoa kwa ajili ya kusaidia Kongo, kusaidia viongozi, kwa sababu ni viongozi wenye kujitoa, ni viongozi bora, sio viongozi wa kupora wananchi, sio viongozi wa kutesa wananchi wa kuwaua usiku. Ndio na sisi tunawaunga mkono ili nchi iendelee mbele. Haya, asante bwana journalist. Sawa. Mamoyo ndambo kushoto, wengine ndambo kuume tufanye a station <muchas> mutinga tasyo leo ni siku ya salongo, weya ukufanya salongo. Tangazo ya mea inasema tokea saa kumi na mbili asubuhi mpaka <muchas>

Ni siku ya sita tunafanya mpango ya salongo, hii tunaita travaux communautaire salongo inaanza na saa 12 asubuhi inaisha na saa nne eh saa 12 asubuhi mpaka saa 2 i gari zinapeleka watoto shuleni, wafanyakazi waenda shuleni, na wewe walilala kazini wanarudi kwanja saa mbili mpaka saa nne, sisi wote watoto wa Goma. Wa mama wa Goma, wasichana wa Goma, wa tunatumika. Na leo tunashukuru, leo tunapiga mikono sisi kama viongozi, sababu leo raia inakubali mpango ya viongozi, na kila mtu leo anakubali kama Goma iko safi, Goma inatakada, Goma inapendeza. Ni kusema leo raia tunaipigia mikono, na inaonekana kama Goma kuko kuvua situation ya non eta ya wakati ya Felix kwenye uongozi ilikuwa haiko, lakini leo inaonekana bwana. Mifagio aliko vya kutembea navyo kumikono lakini ni kwa kufagia. Kiongozi anaonyesha mfano, wengine wote wanaiga, anapoonyesha wengine wote wote wanaiga na kutenda kama